Moja ya swali ni kwamba mimi napiga gym vizuri kabisa lakini, sasa sipungui, shida ni nini? Sasa ndugu yangu, kaa hapo niweze kukuelezea ili uweze kuelewa, a, ili uweze kujua nini unachotakiwa kufanya. Wengi wamekuwa wakipiga chuma, vijana sasa hivi wanapenda kuita chuma inaitwa jimu lakini pia unakuta mtu anafanya kwa ajili ya pungue uh, uzito apungue mwili, lakini pia unakuta ni hora, hamna chochote kinachofanyika. Sasa wengi wamekuwa wakija, inakuaje? Je, sasa ndugu yangu, basi uweza kupata hizo sababu ili uweze kufahamu nini unachotakiwa kufanya. Kitu cha kwanza, unategemea jimu tu bila kubadilisha lishe ni moja ya ukweli ambao wengi hawataki kusikia. Sasa nikuambie kwamba kwenye kupunguza uzito jimu inakupa asilimia thelathini, chakula lishe inakupa asilimia sabini. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ukipiga jimu yako bila kubadilisha lifestyle yako, bila kubadilisha sani yako, bila kubadilisha chai yako e, nani chakula yako, ndugu yangu, hapo tunafanya kazi bure. Tunaongeza maji kwenye uh, tunaongeza maji kwenye ziwa au tunaongeza mchanga kwenye kichuguu. Kwa hiyo ndugu yangu, bila kubadilisha uh, bila kubadilisha lishe yako a, basi utapiga chuma sana na utaona uzito unaba, unabaki kukulemea lakini, namba mbili, unapiga chuma na unalala vibaya, haupati muda mzuri wa kusinzia. Usingizi duni ambayo tunasema usingizi duni ni sawasawa na stresi juu, ambayo ni sawasawa na mafuta ya tumbo yanayogoma kushuka. Kwa hiyo ndugu yangu, mazoezi plus usingizi ni matoke ni matokeo . Sasa wengi tunanyanyua chuma tunapiga chuma lakini hatupati e, muda wa E, wa kulala vizuri at least masaa nane e, masaa saba mpaka nane ikiwezekana hata tisa. Kama una nafasi basi, hakikisha unapumzika. Kwa hiyo sasa wengi a, wanapiga chuma, hii kitu hawakizingatii, hawalali, hawapati usingizi. Lakini kitu kingine ambacho kinasababisha hawa watu wasipungue wa, wa, wa, wa uzito, unafanya zoezi kwa spidi, sio tekniki eh. Unakuta mtu eh, chap Chap, sasa hiyo ni changamoto kubwa, ndio maana hapa kuna trainer, uh, wale ambao tunaita ni trainer. Trainer atakupa uh, vizuri. Ukifanya mazoezi haraka, unatumia nguvu kidogo na unajiumiza polepole pole. Plasifom sahihi ni mafuta yanachomwa zaidi. Kwa hiyo tunasema eh, wanasema kuna kiingereza kizuri kinatumika kwamba slow but sure. Sasa usiende haraka haraka, na hata kula, kuna vitu vingine unaona, hata kula kuna watu wawili, kuna mtu anayekula haraka haraka na kuna mtu ambaye anakula taratibu hivi, unafikiri nani anawahi kushiba? Hem eh, eh, sasa utanijibu hapo kwenye comment. Kati anayekula taratibu haraka, haraka, haraka, na anayekula haraka haraka nani anawahi kushiba? Yule anayekula haraka haraka anawahi kushiba. Ndio hapo sasa. Wewe ni chapu chapu, hapana, taratibu taratibu ili mwili wako uweze kujijenga ujenge misuli misuli, uweze kutumia mafuta. Simple a exactly. Inakuwa rahisi sana kuondokana na changamoto hiyo. Lakini pia una ratiba ya mazoezi unarukaruka ukiwa na trainer lazima utamuelezea wewe unataka nini. Mimi sitaki kitambi, mimi nataka niwe na hizi, mimi nataka niwe na hii e, mimi nataka niwe na kifua unajua e, nadhani mimi sio sio mwenyeji, lakini nafahamu hivyo vitu, lazima ujue. Au mimi nataka kutengeneza nguvu kwenye miguu e, stamina kwenye miguu. Sasa wewe leo tumbo unakata tumbo, kesho mikono Kesho unapumzika bila mpangilio, yani ufanye bila mpangilio wowote ule, ndugu yangu, hiyo ni hatari kwa afya yako, kwa, kwa sababu mwili wako haujui unataka nini. Hiyo matokeo ni rizati moja kwa mo, rizati yake ni zero. Mwili wako unatakiwa kufahamu e, unatakiwa kufahamu nini unachohitaji mwili wako. Ukishafahamu nini unachohitaji ni rahisi sana, lakini pia tunasema haunywi maji ya kutosha. E, unapiga mazoezi lakini haunywi maji ya kutosha asilimia sabini na tano ya mwili wa binadamu maji tulijifunza huko primary eh, sasa kama sabi, asilimia sabini na tano hauna inakuwaje unafanya jimu lakini pia unafanyaje haunywi maji ni changamoto kiafya lakini pia unakula sana mara baada ya jimu E, na hapa kwenye kura sana niongelee, unakula sana bila mpangilio, bila kufahamu unakula nini. A, wengi wanataka kujiripiza bana, kule nimetumia nguvu sana e, sasa nijiripize. Sasa unapokuwa unajiripiza, ndio hivyo unavyo unavyozidi kula calories nyingi sana, ambayo ni hatari kwa afya yako. Hakikisha usikula e, kura, kura sana, lakini pia fahamu unakula nini. Lakini pia unafanya mazoezi muda mfupi sana dakika kumi, kumi na tano ushachomoka utapunguaje mwili unahitaji consistency fanya mazoezi ndani ya dakika 30 mpaka 45 au zima hii tunaita intensity ya hali ya juu inakuwa ni rahisi sana weza kuondokana na changamoto hiyo. Mwisho, unategemea kadio peke yake. Hii ni changamoto, kadio peke yake haijengi misuli. Misuli ndio inayochoma nini mafuta. Kwa hiyo bila strength training, matokeo ni hayatoki kabisa, yaani matokeo ni zero, na utaendelea kuwa na kitambi kama kawaida lakini pia wale wengine wanafanya mazoezi, wanakula kidogo. Nimeshawambia, upo kwenye kufanya mazoezi, unakula kidogo. Unapokula kidogo, ni changamoto kiafya, kwa sababu utasababisha mwili uingie kwenye survival mode. Ukishaingia kwenye survival mode, moja kwa moja hauwezi kuruzi yale mafuta. Ni moja ya sababu kubwa inayofanya wengi washindwe uh, kupungua. Kama ni mara ya kwanza kufuatilia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment, ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata zakiafya tunazozituma kila siku. Tuambie wewe ulipopiga jimu ulipungua au hukupungua, na unafikiria kwa nini hukupungua? Tuambie kwenye comment. Na wewe je, unafanya mazoezi gani kupungua? Ni mazoezi gani ambayo uliyafanya yakakurahisishia kuweza kupungua? Sharing is caring.